Kwa majina naitwa Brigita Bruno, ni afisa muuguzi kutoka hospitali ya taifa Muhimbili Mloganzila. Ni miongoni mwa wauguzi ambao tunagombea nafasi ya uuguzi bora wa kike katika hospitali ya taifa Muhimbili Mloganzila. Nipo kitengo cha mama na mtoto pamoja na uchunguzi wa awali wa saratani ya shingo ya kizazi yaani RCH. Niko mbele zenu naomba kura zenu ili niibuke kidedea mshindi wa muuguzi bora wa kike. Kwa majina naitwa Amina Kibwana Muhammedi, ni afisa muuguzi msaidizi, ninafanya kazi katika idara ya mama na mtoto, wodi ya watoto, kutoka katika hospitali ya taifa Muhimbili Mloganzila. Katika kazi yangu nina uzoefu wa miaka nane. Ndani ya uzoefu wangu nimefanikiwa kuwa mwadilifu mwaminifu katika kufanya kazi kwa utii kabisa. Nimefanikiwa kuhudumia wagonjwa vyema kwa wito wangu wote na kwa moyo wangu wote. Nimependekezwa kuwania katika kitengo cha muuguzi bora wa kike katika hospitali ya taifa Muhimbili Mloganzila wa mwaka. Ninaomba kura zenu, asanteni. Hello Tanzania, Afrika na ulimwengu mzima. Kwa majina yangu ninaitwa Elt ya Lola miaka ni afisa muuguzi katika hospitali ya taifa Muhimbili tawi la Mloganzila. Nimechaguliwa kuwania tuzo ya muuguzi bora wa kike wa mwaka kupitia chama cha wauguzi Tanzania, TANNA tawi la Mloganzila. Ninaomba kula yako, kwa sababu mimi ni miongoni mwa wauguzi waanzilishi wa huduma za upandikizaji uloto na upandikizaji figo katika hospitali yetu. Nikiwa kama mratibu na muuguzi kiongozi, kwa kushirikiana na wauguzi wenzangu, tumeweza kurejesha tabasamu kwa wagonjwa ambao ni wanufaika wa matibabu hayo. Lakini mimi pia ni miongoni mwa wauguzi waanzilishi wa matibabu ya magonjwa ya saratani, tukiwa tunaongoza kwa kutoa huduma bora kwa wagonjwa wao na kurejesha tabasamu mimi ninakamilisha asilimia thelathini na nane pointi sita ya watoa huduma wa afya ambao ni wauguzi nchini Tanzania. Asante, naomba kura yako.